Naitwa Faraja Msemwa, ni daktari, nafanya kazi Shirika la Afya Duniani, ofisi ya Tanzania. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya dharura na maafa na a, katika ofisi ya Shirika la Afya Duniani nafanya kazi kitengo kinachohusika na dharura na maafa, hususani kukabiliana na athari za dharura kwenye afya a, katika hii washa ya leo kama tulivyojadili kwa kina, tukiongozwa na mganga mkuu wa serikali, lengo kubwa ni kujadili na kuainisha vihatarishi vya dharura kwenye sekta ya afya ambavyo vinaweza vikaathiri afya za jamii ikiwemo uh, ushirikishwaji wa sekta mbalimbali mbali katika kukabiliana na dharura tume uh, toa kipaumbele kufanya hii warsha ambayo ni zoezi la kutathmini viashiria vya dharura ili kuweza kushirikiana na serikali kudhibiti athari za dharura na maafa. Kudhibiti athari za dharura na maafa si tu kukabiliana na maafa yanapotokea, bali ni kuzitambua na kuzipangia mikakati na vipaumbele ili kuweza ku kutoa miongozo na kupanga rasilimali pamoja na uwezo wa kisekta pamoja na sekta zingine kuwa tayari kukabiliana na maafa au dharura. Hivyo umuhimu wa zoezi hili itatuwezesha kutoa uh vipaumbele mbalimbali, vilevile kuweka au kujenga utayari wa nchi wa kukabiliana na hizo dharura.